Hisa za wanachama kwa mwaka unaoishia tarehe 31 Disemba 2024 ziliongezeka kwa asilimia tano na kufikia kiasi cha shilingi bilioni 11.18 ikilinganisha na mwaka 2023 ambapo zilikuwa na thamani ya Tanzanian shillings bilioni 11 bilioni 10.63. .10 Mtaji wa chama umeongezeka kutoka bilioni 4.09 kwa mwaka 2023 hadi kufikia bilioni 7.15 kwa mwaka unaoishia 24 sawa na ongezeko la asilimia 75. Taarifa mbalimbali hali ya utoaji mikopo katika kipindi cha kuishia Desemba Agosti 2025, yani current status, chama kilitoa mikopo kwa wanachama yenye thamani ya shilingi bilioni 27.3. Mikopo hiyo ilitolewa kwa kufuata taratibu na vigezo vilivyowekwa na chama kupitia sera ya mikopo ikiwemo kufanya tathmini ya uwezo wa mkopaji kuhakikisha kuwepo kwa wadhamini wa kuaminika na kuzingatia uwezo wa marejesho ya kila mwanachama. Jedwali linaonyesha idadi ya wanachama walionufaika na mkopo ni elfu nne na thelathini moja na thamani ya mkopo ndio hiyo ya bilioni 27.3. Ndugu wawakilishi Nimeelezwa kwamba chama kinaendelea na utekelezaji wa mpango mkakati wa chama wa miaka mitano, ambapo mwaka 2026 utakuwa mwaka wa tatu wa utekelezaji huo. Nitoe rai kwa bodi ya chama kuendelea kusimamia mpango huu ili kuhakikisha malengo tuliyojiwekea katika mpango yanatekelezwa kwa ufanisi mkubwa sana ilivyotarajiwa. Pia ndugu wawakilishi, Nimeelezwa kwamba bodi imejipanga kuendelea kutekeleza malengo ya mpango mkakati ya chama ikiwa ni pamoja kusisitiza matumizi ya tehama katika kuboresha huduma zake kwa kauli mbiu, TANESCO SACCOS kidijitali zaidi.